Daraja hili mimi nina historia nayo. Unataka niwaambie hapo? Siku moja niliondoka Mwanza nikaenda Busisi kwenda kuposa, nikamaliza kuposa na mahali tukapatana. Wakati wa kurudi, kivuko hiki cha feri, nafikiri ilikuwa MV Geita au Sengerema, kikawa kimeharibika, na kilikuwa kinaharibika kila siku. Nilikuwa na pikipiki yangu nyekundu Honda. Watu walikuwa wanapakiwa kwenye mitumo, nikasogea pale kwenye mwaro Anaambia, ingia na pikipiki yako tutaingiza. Nikafikiria, moyo ukakata. Palikuwepo mtu na familia yake na mabaskeli wakapakiwa, mimi nikazunguka Kamanga kama nilipofika Mwanza, ule mtumbwi ukawa umezama na ukaua watu kumi na moja, na ndiyo maana ninamwomba Mwenyezi Mungu na ninyi, najua mnamwomba Mwenyezi Mungu ili siku moja hili daraja likakamilike. sisi ni Tanzania Kaka angu alipoitwa na Mungu, kuna mambo mengi ambayo aliyaacha, lakini nikaona ana mambo mengi sana kuhusu Buchosa na upande huu, kuanzia Mwanza wapi wapi na upande huu nikasoma mambo mengi niyeona kwenye wino mwekundu Buchosa Sengerema, Buchosa Sengerema. Nikajiuliza huko kuna nini? Nikakuta kwamba mambo yalikuwa hayajafika. Nikasema sasa, tutapeleka mambo Buchosa Sengerema kama jinsi nilivyo yakuta kwenye mafaili, na hichi ndicho kinachofanyika. Lakini nikajua pia mambo yale yamewekwa kwa yeye, ilikuwa huku ni ukweni, kumbe sasa kama yeye kaka kulikuwa ukweni, na mimi wifi kutakuwa wapi sasa? Mtu anatupa ukweni hawezi kutupa ukweni, si ndio? Hasa wananchi, ni wahidi, tutaendelea kufanya kazi kwa ajili yenu. Pindi hayati Magufuli anafariki, daraja la Kigongo Busisi lilikuwa na asilimia ishirini na tano ya ujenzi. Tulijua kwamba ndo imefika mwisho kabisa kwenye matengenezo. Nilikuwa nataka kutoa pongezi za dhati kabisa kwa Dokta Samia Suluhu Hassan kwa jitihada alizozifanya katika mkoa huu wa Mwanza na sehemu nyingine. Namshukuru kwa kutumalizia daraja letu Kigongo Busisi. Tumeona kazi yake inaendelea na daraja limeisha, kwa kweli tunamshukuru mama yetu. Napenda kumshukuru Mama Samia kwa kufungua daraja la Busisi. Hatukutegemea kama kitu hicho kitakuja kukamilika na kuwa kama jinsi kilivyo. Yaani nimepita mara ya mwisho juzi nyuma, siku tatu nyuma, sikuamini. Nimepita pale dakika tatu tu niko ng'ambo. Sisi ni Tanzania, sisi ndio wajenzi wa Tanzania yetu.